A, kutoka Nairobi nchini Kenya uko nami Gadel Richard nikikuletea taarifa ya habari kuhusiana na kifo cha marehemu John SK Masharia ambaye ni mtoto wa mmiliki wa Royal Media SK Masharia. A, marehemu alipata ajali mnamo siku ya Alhamis majira ya saa nne usiku katika barabara ya Southern Bypass alipokuwa akitokea Dagoreti kuelekea nyumbani kwake Karen. A, Chanzo cha ajali hiyo kinasemekana ni mwendo kasi wa gari la marehemu, ambapo alikuwa anaendesha katika mwendo ambao ni mkubwa, na hivyo kupoteza mwelekeo na kugonga kizingiti ama ukingo wa barabara na kupata ajali. Katika gari lake alikuwa ameongozana na abiria mmoja wa kike ambaye alipata majeraha na kukimbizwa hospitali. Ah, marehemu aliaga dunia alipokuwa akipata matibabu katika hospitali ya Karen. Uh, kutoka hapa jijini Nairobi uko nami Garden Richard.